Nani anaujua moyo wa jirani yake? Mane Mungu chukuza mioyo na kujaribu viuno, nakusie mfano wa ajabu. Mioyo yetu e Bwana Mungu ipate kwa wazi mbele zako, na nakupokea kitokacho kwako. Kwa jina lako ninakataa roho zote za mazoea na mapokeo kwa jina la Yesu Kristo, ipate kuwa kinya Mungu. Tunahitaji kupokea kutoka kwako kwa msingi wa neno lako, tujalie neema yapano upendo kusogea madhabahuni pako kwa kweli na zaidi sana kwamba tanishwa na kutulako la ajabu tangu msingi ulimwengu ulipoumba, kwa kwamba sisi ni sura yako, sisi ni mfano wako, makusudi yako ambayo hudhirika naaikuendelea kuyaona maarifa ya mapenzi yako katikati ya ibada hii katika jina la Yesu Kristo. Naomba tena na mimi na kumwachilia kila mmoja mikononi mwako, nasi emas tayari toka jina lako Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe amen. Bwana asifiwe, amen. Tulikuwa tumeingia na kumwona mtumishi wa Mungu Yeremia. Wote tunamjua huyu mtu Yeremia ni nabii ambaye aliinuliwa mwaka wa mia sita na ishirini na saba ndani ya Yuda wakati huo wa kipindi cha mfalme Yosia. Yeremia ndio Mungu alimuinua kipindi hicho. Kulikuwa na wafalme wengi ambao walikuwa wamepita, walikuwa wameendelea kuitawala nchi ile, lakini wengi walitawala na kuambukiza uharibifu. Alikuwako mfalme mmoja alikuwa anaitwa Manase na mwingine alikuwa anaitwa Amon. Manase tunajua ni mfalme mmoja muovu ambaye alihusika hata kuua na kuchinja chinja watu wa Mungu. Manase ukitembea katika historia utamkuta Manase ndiye aliyehusika kumuua Isaya, alimpasua katikati kwa msumeno vipande viwili maana alichoka kusikia maono ya Kimungu. Wengi wakati mwingine wanapopata nafasi na madaraka wanasahau ya kwamba kuna Mungu anayejua yote anayeweza yote anayemhukumu kila mmoja. O, wanaweza kusimama kuchukua nafasi kuyatumia madaraka yao wanavyotaka, lakini wakati unafika. Kwa nini Mungu akawaacha bado? tumeona kwenye msingi wa kichwa cha somo akasema, wema wa Mungu na uvumilivu wake, ndio maana anawaachilia wapate kufikia mahali pa kutubu. Bwana asifiwe. Mungu anampenda kila mmoja, hata huyo ambaye anaendelea kutenda maovu, Mungu bado anampenda. Ukiona bado uhalifu haumji, si kwa sababu Mungu hachukii maovu. Anachukia maovu, anachuki, lakini huyu mtu bado ni sura yake huyu mtu bado ni mfano wake. Anatamani huyu mtu wema wake umvute apate kurejea katika toba, hatimaye Mungu apate kutukuzwa. Bwana asifiwe. Pamoja na wema wa Mungu na uvumilivu wa Mungu ambao unanionyesha neema ya Mungu, maana ukisikia neema ya Mungu maana yake ni upendo wa Mungu na rehema za Mungu kuwafikia watu wake. Bwana asifiwe. Sasa <laughs> ndani ya hiyo neema inapofanya kazi wengine hata hawaioni. Tunatupeta common grace, neema ya kawaida, ambao kila mmoja inamkuta, mwema na mbaya anashiriki. Ndio maana mvua inanyesha kwa wema na mabaya Mungu asifiwe. Mungu acha ile shamba la mpwa gani? Ile shamba labda ndio la mtu anayeamini nini? Hapana, wote watanyeshwa na nini, na mvua yake. Hiyo ni common grace, lakini kuna neema tunasema saving grace, ile neema iliyokoayo ambayo ndani yake ina mafundisho mtu akatae ubaya. Bwana asifiwe. Sasa nguvu ya kukataa ubaya ndani ya mtu haimo api alishafanya mapinduzi Mungu asifiwe. Yeah. Okay. Ni kwa njia ya Mungu mwenyewe hii neno ikifanya kazi inisemeshe. Neema inaongea ya kila okay. moja hata anapofanya mtu mbaya, sio kwamba asima hukumu ndani yake, kwa sababu ni sura ya Mungu anaona hiki inachofanya mm -hmm. hakifai na kwa sababu hii anasukumwa na kuonyeshwa hatia yake kwa kukiona ndani, unaona hatia fulani bado ni sauti ya neema ya Mungu. Sasa wakati huo alipoingia kwenye utawala falme moja anaitwa Yosia, ndio kipindi ambacho yeremia naye yupo. Yosia akafanya mageuzi, akafanya mabadiliko Yosia, kama ni kipindi hicho, tukasema labda ni kama kipindi cha Martin Luther. Bwana asifiwe, alipoamua kuleta nini mabadiliko. Bwana asifiwe, reformation sasa alipokuwa anafanya hivi, akafanya kwa jinsi ya taratibu zote kama zile za Musa, watu watatembea katika sheria za taratibu zote za ibada za matoleo na kila kitu, lakini kwa nje. Kwa ndani hawakuwa na mungu, kwa ndani hawakuwa na hofu ya Mungu. Unaweza ukakiona hiki kipindi hakina tofauti sana na kipindi cha Yona. Kuna vitu vingi watu wanavifanya kwa nje, lakini ndani hawana Mungu na ndio maana huu um, mstari wa kumi na tatu hapa anashangaa. Kuna mambo mengi yameenda, kwa sababu ya dakika chache hatutaweza kuzungumza, lakini kwa sehemu tunaona mshangao wewe. um, mstari wa kumi na tatu asema, watu wangu wamefanya makosa mawili. Makosa gani mawili? Mmoja, wameliacha nini, ambaye mimi niye kisima cha maji nini ya uzima. Namba na, mbili Sio kuniacha tu, wameamua kutengeneza wameamua kutengeneza visima vyao wenyewe na Mungu katika staili ya mitindo aliyoamua wao, sio agizo la Mungu. Unajua, unaweza ukachola Mungu wako, naye mtaka kwenye akili yako na jinsi gani ya kuabudu. Na ndio maana hata tukisema mambo ya kuabudu, kila mmoja anawaza staili ya kuabudu kwa namna fulani wanafika kabudu kule pole pole pole, Mungu abudu eh, Mungu moka kuabudu ndina Mungu. Maana hii hali ya kuheshimu. Bwana asifiwe! ibada sio ndani ya majengo tu, ibada iko ndani ya moyo wa mtu kila mahali, nio ofisini kwako, huo ndio ibada. Bwana asifiwe! kila mahali watu aawaaza wanafika Mungu yuko mahali gani? Na ndio maana labda baadhi ya makanisa yetu sisi Simna mada, zisi, <tipotipotipo> si mnajua kila tukiingia kwenye ibada sisi wa Lutheri hasa. Eh, mimi ni Lutheri kwa asili. Mungu aliniokoa kwa demo. Tunachukua tukona tukaimba Mungu yuko hapa. Yuko moja nasi. Tumche tu kamtumiki. Si mnajua hiyo, jamani, eh. Yeah. Lakini huko nje huyu mtu anayekuja kumwambia Mungu yuko hapa, ndani, hana Mungu. Amejaa ukorofi, amejaa husuda, amejaa uuaji, amejaa uchawi, amejaa unafiki, amejaa uchonganishi, na tunaingia tena. Na sio kwamba hawajui wengine, hata viongozi wanajua. Anasema Mungu yuko hapa, huko ametoka, ameenda kuvuruga ndoa ya mtu mwingine, huko ametoka, ameenda kufitinisha Mungu akitazama anashangaa. <coughs> Wame wamemwacha Mungu, wamebaki kwenye stahi. Kwa nje inaonekana na uwepo, lakini ibada ya kweli imepotea. Tumetengeneza visima vyetu, na navyo visima havihifadhi maji, maji yanavuja. Hiyo ni hatari. Unapomwacha Mungu umealika laana. Kumbuka Adamu alipomwacha Mungu amealika mauti Adamu alipomwacha Mungu amealika magonjwa, alipomwacha Mungu amealika uharibifu, na furaha iliondoka ndani yake. Na wakati una furaha, chochote unachofanya huwezi ukafanya kwa ujasiri. Unanisikia vizuri? Ile furaha ya uwepo wa Mungu unapotengwa na Mungu, maana kumetengwa na baraka zote. Tengeneza njia yako yoyote ile, ni maigizo matupu. Viongozi wa wakati ule waliwafanya watu waasi Mungu. Walifanya watu, wamwache Mungu. Nami nasema hawana tofauti na viongozi mlionao sasa, kwanzia viongozi wa serikali na viongozi wa dini ndio ambao wamesababisha watu wamwache Mungu. Maana wamentika vitu, wanataka kuabudiwa wao, wanataka staili zao, lakini ibada ya kweli, kanuni ya Mungu ya kweli haimo ndani. Haimo ndani mwa, nilikuwa nawaambia tu mfano <coughs>

Ndio maana viongozi wangu wametuingiza kwenye laana. Viongozi ndio waliosema hata wale mzlioni wametoka kwa Mungu, ndio waliosababisha wameingia kwenye laana, wakakamatwa na wengi waliona, ndio leo wako kwenye uhalifu na mauti na kaasiba, tunaonekana kama wazushi. Viongozi ambao wameacha Mungu watafanya kutengeneza mtindo, wamekuwa kama vimungu wadogo. Ndiyo maana hapa Yeremia anashangaa kwamba hata mataifa ya dunia hii wana miungu yao, hawaiachi, wanang'ang'ana nayo. Imekuwaje ninyi mmejua Mungu, na sasa hivi hamkung'ang'ana na Mungu, mmechukua vitu vingine, mnadhania kwanjia sadaka na matoleo Mungu ndio anafurahia. Toleo anaolitaka ni kutengeneza ndani yako, ni ya toba ya kweli, waana watobaangana, na sasa hivi unashangaa vurugu zinaendelea kuingia ndani ya nchi, sio Tanzania tu i hey. Ndani ya vurugu hizo wanachofanya ni kupiga kelele, wanafikiria serikali na jeshi linaweza kusaidia nakamia, bila mbingu kuingilia kati, kinachotokea ni uharibifu tu, na watu wana maombi wala. Aa, sikiliza i tunaanza kutokea kazi yetu ni kunyoshiana mikono, wanasiasa, serikali na watu wa dini ni mikono kunyoshana, hatujajua baadaye kunyoshana vilio. Natakiwa kusimama pamoja kwa Jehova na kunyosha mikono yetu kwa Jehova, ili Mungu achilie neema ambayo inaturejesha katika njia yake na kuleta mabadiliko. Vinginevyo kuna madhara, kuna laana itaendelea kutafuna. Haiondolewi na jeshi, haiondolewi na serikali, haiondolewi na siasa, inaondolewa na Mungu mwenyewe, kurudi kwenye njia Mungu ambao ametukusudia. Angalia njia unazo kuna nazo, hata ukugome tukani mara kuja hivi kweli kuna kitu kaatizi kwa Mungu kikweli kweli kibanisha unafanya vitu kama kawaida uonekane na mchungaji wako uonekane nane ibada hii, lakini Mungu hakuona. Mungu anahitaji kukuona wewe, moyo wako na naua. Wakati ni nasoma katika Warumi ile sura ya pili kule mstari wa 4 neno la Mungu anasema au wa udharau wema wa Mungu na uvumilivu wake usijue ya kwamba uwema wa Mungu na uvumilivu wake unakuvuta ili upate utumishi, lakini kwa kadiri ya ugumu wa moyo wako unaiwekea akiba ya hasira ya hukumu ya haki ya Mungu atakamlipo kila mmoja. Sikiliza Mtanzania, unasikia, sikiliza popote ulipo, ya kwamba iko hukumu ya haki ya Mungu kwa kila mmoja halo. <coughs> Na inamfuata mtu ambaye hana toba, haijalishi hata kama umefanya magumu mabaya lakini ukimrejea Mungu Mungu anakusahii wa ukiendelea kutembea kwa ukai wako, uharibiki uko mbele yako, bila kujali cheo chako, bila kujali nafasi yako. Mungu ni mkuu kuliko maraisi, Mungu ni mkuu kuliko wafalme, ndiye mfalme wa wafalme, atamhukumu kila mmoja. Na ndio maana kuna kunakuwa na hatari sana sasa, hizi tutahukumiana, watu wanahukumiana kwenye vyama, wanahukumiana kwenye maeneo mengi, kwenye dini. Lakini hukumu, ukisema neno hukumu katika agano jipya lina maana tatu tofauti. Lina maana ngapi? Na maana tatu. Bwana asifiwe. Amen. Ibada wajiniii kabla ya kuongoziweka ibada ni muhimu popoteweza kujua umelecheiii Usifanye vitu kama kawaida, fanyeni vitu kama watumishi. Wala asifiwe na nini? Ndio kwenye ibada kila siku, hiyo ibada ya saa 1 na nusu, maana yake kabla ya 1 na nusu takiwa tayari kwa ibada kwa Bwana, unaanza kufanya maombi mengi. Nimeleta hatuna mabadiliko, tunafanya kitu cha kawaida kawaida, na Mungu sio kawaida. Mungu ni roho, Mungu aliye roho anahitaji kukufiwa sana. Kama umesikia leo Rais wa Tanzania yuko hapa, ungewahi mapema sana, wakati mtu anayekufa Mungu aliye kama Unahitajika tupe nafasi ya kwanza. Bwana asifiwe. Amen. Mara nyingi watu wameokoka sana. Usema ukweli. Kwa nini? Hofu ni moja ya roho ya kuzimu. Ambapo leo nimepelekea kanisa kuja kwenye shida na tabu. Kwa sababu kuingia kanisa ni kichakani. Limejichanganya viongozi wamejichanganya. Ndio maana nakwambia ukisema ipo tabu kwa, kwa, kwa nye sababu

Kumbu kumbu kumbu kwa wapendwa wako walio tutangulia. Ee Bwana Mungu Mwenyezi, Baba yetu wa mbinguni, tuomba kwa ajili ya mwana wako Yesu Kristo, mkirimie neema yako na amani yako ya milele. Ndugu yetu aliyetutoka umrehemu na kumpa wa milele. Wewe Bwana na Mwokozi Yesu Kristo, uliye mwaminifu, umuongoze kwenye nuru ya Mungu na kufikisha katika kundi la watakatifu, utulehema tasisi na kutuongoza katika njia za haki, ili kwamba safari yetu

Mungu hamtazame mtu namna hii. Katika Mathayo sura ya saba, yule Yesu Kristo mwenyewe alisema maneno haya, haku kufungua biblia yako, Mathayo sura ya saba mstari wa kwanza. Mmhm, ndiyo, anasemaje Mathayo ya saba? Sige zamani kuhubiri. Unahubiriana sana. Asema msihukumu msije mkahukumu. Mimi ninyi. We must not judge each other. Mambo ya kuhukumiana hukumiana. Kila mtu ana hukumu mtu kwa sababu ya stili yake. Huyu akiabudu anaenda kwa kunyata. Huyu akiabudu anashangilia kwa hivi. Huyu akiabudu anakaa kimya. Nataka kuambia kila mmoja afanye kutoka ndani kwa msingi wa neno la Mungu, sio staili za nje. Ni tikio ya nje iko tofauti tofauti. Ndio maana leo kuna mtu akipata tatizo, mwingine haraka sana analipoka kulia, mwingine ni kimya, lakini jambo limeshaelewa kwa kila mmoja. Ile tikio ni tofauti, unaweza kuhukumiana kwa maitikio ya nje. Kuna maitikio ya hata kanuni na sheria zinazoweka kwa nje, sisi Mungu anazoziangalia. Mungu anaangalia kwa ndani lakini pia kuna hukumu ya pili, hiyo hukumu za wanadamu. Ndio maana tunahukumiana hivyo, lakini niulize, kuna wanadamu wanaweza kujua wanadamu? Ndio wakati ambapo jamaa, wakati wa kijana mdogo, ukiona namna hii kuhusu kafiki kwa kwa jamaa, kwa boso wangu, wewe ni mtanashati. Nafikiri sasa hivi ni mzee, lakini bado mtanashati, uwezi. Kuna sababu ya mtu mwema, lakini roho yangu ndani uharibifu bila kujali wewe unaumia kiasi gani, kwa gharama zote nipate. Unamesikia vizuri? Kwa hiyo hukumu za kibinadamu ila sisi tunatakiwa kusema ukweli wa kila mmoja. Sasa ni maamuzi yako, unyoe au usuke, uokoke au usiokoke. Ifika mahali naubiri chumeli akasema nini, msilazimisha watu kokoka. Unajua kila mtu aliyebatizwa wameokoka, hiyo ni beiaia. Wakati nikiwa jambazi, kwani kwa Yohani ivyo bado ni jambazi? Na ai nimeima nimebatizwa, nimepokea kipaimara na sijaokoka. Ingia mtu akibatizwa anaokoka. Hii ni unafiku. Kwa sababu uko ni wewe wasi. Nasikana unaambia umeokoka au ulipobatizwa hata nikwambie umeliwa na kitabu cha zamani. Kitabu kipya kimesema hivi. Watu lazima tuingie ndani ya agano jipya. Na agano hili ndio liko ndani ya damu ya Yesu Kristo, Mungu asifiwe. Na hivyo ndio pekee yake inakuleta karibu na Mungu. Mbaya mmoja anasema karamu

lakini kiwa popote kakuwa kina mawasiliano ndio bwana ndio anakuwa hiyo masuala yanasababisha kana kwamba niko pale, lakini niko pale bwana asikiwa. Kwa hiyo mara kuzomisha kwa karibu na Mungu, tunatafuta kujifuta kwa karibu na Mungu, lakini Mungu anatuvuta kwa wema wake kila wakati. Tunafanya mambo ya ovyo, lakini bado anafanya wema Bwana. Ndio unashangaa mambo yako yanakaa sana na shangaza, kuna mwanza kwa kuwa sio kwa sababu ni mzuri, ni wema Mungu, wote anakuvuta kutubu, kutengeneza

lakini Mungu wema wake ukukumbushe. Lakini kuna hukumu ya pili. Hukumu ya pili hii inafanywa kama adhabu ya kumleta mtu, kumrejesha, siyakwambia unarejeshwa. Kwa mfano mwanafunzi darasa amefanya vitu kwa uzembe, mwalimu wake anaweza kumwadhibu, si kwa sababu hampendi, anataka arejee, arudi kujiendoa na kusudiwa afanye vyema. Bwana asifiwe. Kama wa Korinto wa kwanza sura ya 11 mstari wa 29 ilionekana ya kwamba kabla tujashiriki hata mbele ya Bwana, kila mmoja anajihoji. Na kwa maana kwenye mabegu yetu tunaambia jamani, wiki leo tuko na mambo mengi ya Bwana. Nini ni mafanikio watu watengeneza, lakini tutagundua kwamba kuna mtu ana mpaka ametoka kwenye imani ndogo ndogo, ni mapenzi na kweli